Wakieleza namna walivyojipanga kwenda kukabiliana na, na changamoto ya ajira baada ya kukabidhiwa vyeti vya kuhitimu kidato cha nne, wahitimu wakiwemo Junia Mgobasa na Grace Mwageni wanasema stadi za maisha na ujuzi waliopatiwa kwenye ujasiriamali wa, wa kuzalisha sabuni za kufulia na kuogea utawafanya kwenda kuanzisha viwanda vidogo vya kuzalisha bidhaa hiyo, jambo ambalo litawafanya kutengeneza pesa, ajira na kutegua kitendawili cha siku nyingi kinachowatesa wasomi cha ajira. Na kwanza tukipenda kuwashukuru walimu kwa sababu mkoa kipaumbele kwetu mfano kama hapo kwenye shughuli ya utengenezaji sabuni, hii pia ni moja ya ujasiriamali, pia itatusaidia katika kupata mahitaji yetu binafsi bila kuwasumbua wazazi, tukijihusisha katika, katika shughuli za ujasiriamali. Shule imetufundisha vizuri juu ya swala zima la utengenezaji wa sabuni za vipande. Si hivyo tu, hata sabuni zingine ambazo, wanaamini kabisa baada ya maisha haya ya shule, tukiwa mitaani, tutaweza kutengeneza kuwasaidia wazazi wetu kuimarisha uchumi wa familia zetu. Awali wakitaja sababu ya kufundisha wanafunzi ujasiriamali na manufaa yake, mkurugenzi wa shule za Elly's Yaledi Mlyuka na Samson Mchibya ambaye ni afisa elimu wa Wanging'ombe wanasema ni kutokana na ufinyu mkubwa wa soko la ajira na kwamba kupitia ujuzi huo wanakwenda kukimbizana na mahitaji ya dunia. Wameonyesha namna ya kutengeneza nini? Sabuni. Kwamba si lazima tutegemee kila kitu kutoka nje, wana uwezo wa kutengeneza wenyewe hapa. Kwa hiyo tunategemea twende na sera ya elimu ambayo inataka tuwaandaye watoto waweze kujiajiri. Kujiajiri maana yake au na uwezo wa kubuni kitu na kuweza kutengeneza na kikao ni manufaa kwa jamii. Endeleeni kuwalea watoto vizuri mnapowalea watoto vizuri, mnaandaa taifa zuri la baadaye. Ukiachana na masuala ya ujasiriamali, katika mahafali hiyo ya kidato cha nne, limeibuka pia swala la ushirikina na athari zake kwa wanafunzi mashuleni, na kisha wadau kuonya wazazi na walezi wanaofanya vitendo hivyo kwa watoto wao, badala ya kuimiza kuwekeza kwenye juhudi na kumtegemea Mungu ili kufikia ndoto zao. Anapingana nao kwa sababu mtoto anaposoma, si ndio? unategemea asome akiwa na matumaini ya kweli, lakini asiwe na imani ya vitu visivyoeleweka. Ndiyo maana ya kuishi na vitu vya bibi navyo vinachangia, lakini zinatimia vipi? Ni pale ambapo kitu cha kwanza umemtanguliza Mungu. Sisi ambao tumepita huko tunajua, mkurugenzi kuna kitu aligusia kidogo, ilikuwa ni masuala ya kiimani. Kwa hiyo ukimtanguliza Mungu hivi vitu vyote vinawezekana. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.